Ziwa Victoria, watu zaidi ya milioni nne hapa ni mahali pao parihiki. Na maana kusinge kuwepo na uvuvi, kwa kweli kwangu mimi ningehangaika sana. Kuwepo kwa hili ziwa kumetunufaisha vijana, miongoni mwao alikuwepo Vedastus Kuya. Nilikuwa nimeshajipangilia ndani ya mwaka tano naokuja nikitoke kwenye upangaji. Hii ni ndoto ya miaka mitano iliyopita. Ilikuwa tarehe ishirini na nane mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini. Anasema ni usiku mmoja wa kazi ulizima nuru ya mafanikio. Tukitoka mwalo wa Rubiri wilaya ya Muleba, tukiwa watu wawili, tulienda vizuri, tukamaliza kutega vizuri kabisa. Naam, tulishtukia tu mtumbu unapigwa, mtumbu ukawa umepasuka Nikawa sasa mimi nimeangukia majini. Ni kijana wa miaka 36 na anasema ni Mungu tu. Mungu akajalia nikaokolewa lakini nikiwa kwenye hali mbaya kama hii. Hana ule mwendo mdundo tena. Tayari nimeshakuwa mlemavu. Ajali imemwachia kovu na ulemavu kila hatua na fuko la haja ndogo kibindoni. Makenyonge ilikuwa imesha mesha katika, nikawa nimebahatika, ukaniwekea vile vyuma. Nikawa siwezi kukojoa kawaida, natumia mpira. Inauma kumpoteza rafiki katikati ya kusaka dhiki, lakini inauma zaidi kumpoteza mke katikati ya shida na dhiki. Nilikaa ndani ya miezi mitano, niko hospitalini, huyu mwanamke akawa sasa Amekata tamaa kwamba hapa hakuna tena lolote. Sasa amerudisha mpira kwa kipa. Tegemeo kipategemeo langu sasa hivi ni, ni mama mzazi anaishi kwa mama yake Mponda Kokoto aliyehifadhiwa hapa na Msamaria. Nalala nje siku nyingine naumia mno. Japo mama ni mama katwa mtupi mwana Vedastus amekata tamaa. Gharama za matibabu ya kila juma hayo ni kesho yenye nuru, inanigharimu kiasi cha shilingi elfu arobaini na tano kwenda kubadilishwa mpira na kupewa ile dawa ya kusafisha kibofu cha mkojo. Lakini upande mwingine, anaamini kuna Mungu na kuna wewe. Niko mbele yenu wa Tanzania, naombe ni msaada wa, wa matibabu anayo yapitia Vedastus ni matokeo ya ajali za majini ambazo kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ni chanzo kikubwa cha vifo vingi zaidi ulimwenguni, kikishika nafasi ya nne, ambapo watu takribani laki tatu na elfu ishirini hupoteza maisha kila mwaka. Hii ni habari wikendi kutoka jijini Mwanza na mimi ni Innocent Alois.